Kuzaa si kazi, kulea ndio kazi. Na huu hii, hii usemi ni usemi wa kawaida, eti kuzaa si kazi, kulea ndio kazi, na ni kweli. Mungu pale Edeni akawambia zaeni, mujibu wa Mwanzo moja ishirini na nane anasema zaeni mkaijaze dunia ah. E, na tumeona kidogo katika mafululizo ya ma, mafundisho yetu kuna wale wanaume ambao walitia amri hiyo na wakazaa zaeni kujaza mwana, Ayubu watoto kumi, utaona pale wengine watoto kumi na mbili. Kwa hivyo kuna watu ambao walitii mambo haya. Ni kweli kwamba si uzae tu, lazima uzae na uelekeze katika hali ya kimbingu. Kwa hivyo tunaona kwamba Mungu ana nia au kusudi lake ni tuweze kuzaa na tuwalee katika njia ya kimbingu. Mwalimu wangu, mwalimu wangu, mwalimu wangu alipokuwa akifundisha, mwalimu yule mwingine, fundisho la Biblia, alitukumbusha wewe na mimi kwamba ni dhahiri wazi kwamba japokuwa tungependa kuwalea kwa njia ya kimbingu, hawazaliwi wakiwa watakatifu. Na ninapenda kuweka jambo hili wazi, hata kama wewe ni pastor, hata kama wewe ni elder, wewe ni bishop, wewe ni reverend, wewe ni prophet, na wewe na mke wako, nyote ni watakatifu, mumeokolewa na mkabatizwa, ukweli wa mambo ni kwamba mnapozaa mnazaa mwenye dhambi.